Ukweli au uongo. Habari ya jioni msikilizaji wa RFI Kiswahili ni tarehe kumi mwezi wa kumi mwaka 2025. Karibu katika makala ya ukweli au uongo. Wewe na mimi, msikilizaji, tuna jukumu la kusambaza habari ambazo hazipotoshi. Mimi ni Hilari Ngati nami ni Jupiter Mayaka na katika kipindi hiki tunashirikiana na la Benevolencia. Moja ya habari tunayoangazia ni dai kuwa kundi la M23 limeunda pasipoti yake ya kielektroniki mashariki ya Kongo. Lakini kuongeza na hayo, tunaangalia chapisho linalosema nchi ya Katari imeanzisha vizuizi vipya vya viza kwa wanaume kutoka kule nchini Nigeria. Ukitaka kusema nasi, namba yetu unaanza na alama kujumulisha 254707888555. Tukaribishe rasmi kwenye makala leo msikilizaji wetu, popote pale ambapo upo tunatumai kwamba umekuwa na mchana mwema kwa leo. Siko peke yangu kwenye studio na wenzangu mm-hmm, Alfred Lobawoi anaangalia machapisho. <laughs> <Kabisa. laughs> Lakini nawe ni nani? jitambulishe pia. Mimi. Ah, e. <laughs> Jupiter Maka ndio jina la kwangu siku zote. Na msikilizaji, umewasikiliza Jupiter na Loba ambaye Loba utakutana naye ama utamsikiliza baadaye kidogo kwenye makala haya, lakini sasa tuanzie kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo sasa tangu Oktoba tarehe tano kuna habari zinazoenezwa hasa kwenye mitandao ya WhatsApp, X, Facebook zikidai kundi la M23 limezindua pasipoti yake ya kielektroniki. Machapisho haya yameambatanishwa na picha ya pasipoti iliyoandikwa AFC M23, lakini imebadilishwa kidijitali kutoka ile ya rasmi ya nchi hiyo. Akaunti ya X ya Banyamulenge Youth Kenya inasema mwaka ujao AFC M23 itazindua pasipoti yake. uhuru wa kutoka sehemu moja hadi nyingine unakuja hivi karibuni, lakini mayaka. Hata hivyo, kuna watu walikuwa makini na hawakuamini hili Naam. Erwan Reverend, kwenye X anasema AFC mventua inakudhihaki ili uteseke bila sababu. Hakuna nchi itakubali pasipoti hii kwa sababu pasipoti ni hati muhimu ya kisheria iliyotolewa na nchi inayotambuliwa. Sasa tunahakiki madai haya, kwanza kwa kuangalia uhalali wa hati hii. Katika utafutaji wetu mtandaoni, tunapata kwamba picha asili ilichapishwa na kampuni ya usafiri nchini Afrika Kusini, iitwayo NL Immigration Service. Kampuni hiyo ilikuwa ikijibu swali kuhusu muda ambao pasipoti ya kielektroniki ya DRC inachukua chini ya mfumo mpya. Kampuni ilieleza mahitaji ya kuhitimisha kwa kusema wale wanaolalamika huenda ni kwa sababu hawakufuata utaratibu ipasavyo. Ukilinganisha picha asili na ile potovu, ile inayoshirikiwa haionekani vizuri, na vyanzo vya ndani pia vinasema hakuna stakabadhi kama hiyo ambayo imetolewa, na hawajawahi kutoa hati kama hiyo. Sasa picha hii inayodai kuonyesha pasipoti iliyo tolewa na AFC/M23 imebadilishwa. Uchambuzi kupitia zana za kagua ukweli mtandaoni umefichua mabadiliko kwenye jalada la pasipoti. Msikilizaji, hakuna pasipoti rasmi ya aina hii iliyopo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukweli au uongo? Hujambo hapo ulipo, kipindi hewani ni ukweli au uongo hapa RFI Kiswahili. Salamu kutoka kwa wenzetu wa Mandekan na Fulfulde kule nchini Senegal. Naam, mara kwa mara sheria za viza zimekuwa chanzo cha habari potofu nchini Nigeria, haswa uongo kuhusu vizuizi kwa raia. Sasa mnamo Septemba tarehe kumi machapisho kwenye mitandao ya kijamii yalidai Qatar ilikuwa imepiga marufuku wanaume kapera kutoka Nigeria kuzuru nchi hiyo. Hata hivyo, msikilizaji, huu ni uongo. Hakuja kuwa na mawasiliano rasmi kutoka nchi zote mbili kuunga mkono dai hilo. Mwakilisho haya, hili ni jukwaa la maombi ya viza ya kielektroniki ya Qatar, alifafanua kwa AFP kwamba mchakato wa maombi ya viza kwa Wanigeria bado haujabadilika. Alfred Lobaoi, ukiwa unaangalia kwenye mitandao ya kijamii sababu muda umesonga sana, machapisho anasema nini? Nam, nikiangalia ingati kichwa cha chapisho katika akaunti ya Instagram iliyo na zaidi ya wafuasi milioni mbili inasema Katari imeanzisha vizuizi vipya vya viza vinavyowazuia wanaume wa Nigeria kusafiri peke yao kupata visa ya kutalii au usafiri, sera inayolenga kuzuia kukaa kwa muda mrefu. Alfred Loba Woi ni kutakia jioni njema Piana. Lakini msikilizaji, chapisho la Instagram linahusisha matukio mawili ya zamani. La kwanza ni mnamo mwaka 2019 wakati mbunge wa zamani Bukola Saraki aliomba Qatar kuondoa vizuizi vya viza kwa Nigeria, ambayo raia wake wakati huo hawakuweza kupata viza wakati wa kuwasili. Pili ni lilikuwa tangazo la serikali ya Qatar kwamba bima ya afya imekuwa hitaji la lazima kwa watalii wote. Hata hivyo, madai kwamba Qatar imeanzisha vizuizi vipya vya viza kwa wanaume kapera wa Nigeria ni ya uongo. Lakini pia ukitembelea tovuti rasmi ya Katar ya kutuma maombi ya visa ya kielektroniki raia wa Nigeria wanaruhusiwa bila vikwazo vya kijinsia. Na katika pilika pilika za kutafuta ukweli wa hizi taarifa, matokeo yanaonyesha kwamba hakujawa na mawasiliano rasmi kutoka kwa wizara ya mambo ya ndani ya Katar kuhusu mabadiliko ya sheria ya visa kwa raia wa Nigeria. Bila shaka unaendelea kusikiliza RFI Kiswahili ukiwa na Mihila Ringati na mwenzangu Jupita Mayaka. Fundi wa mitambo ni Vital Mugisho Kulembwa. Kwa njia ya simu Vital amempata mchora vibonzo wetu maarufu nchini Kenya, Celestin. Celestin, habari ya jioni. Hamjambo pale studio, natumai mpo salama. Mimi niko salama, nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Katika makala ya leo nitachora kuhusu habari inayosambaa haswa nchini DRC Ikidai kundi la AFC M23 limeunda pasipoti yake ya kielektroniki. Imedhibitishwa kuwa huu ni uongo mtupu, kwani hakuna stakabadhi kama hiyo, wala hakuna pasipoti rasmi aina hii iliyopo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo, nimechora mfano wa pasipoti hii ikiwa imepigwa muhuri mkubwa. Ukisema fake au uongo mtupu. Naam, Celestin, muda wetu naona unasonga sana, tutazungumza baadaye. Eh, asante lakini azamjuza msikilizaji akitaka kuona kibonzo chako anaweza kutembelea mitandao yetu yote ya kijamii. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 25477888

inafaa wakati moya kukuwa na sumwa na kudekorage bale benye vanatangaza habari za bongo kumitandao. <laughs> Hey, haiko jutu tunaona habari kumitandao na njo pale pale unaiaminia bila hata kuchunguza kama ni habari ya kweli wala ni ya bongo. Sawa, mimi nishasikia kama ni danganyika, mwache basi kunichekea. Shukrani za dhati la benevolence ya kwa tumbo hizo hilo lakini usikose kutembelea mitandao yetu ya, mitanda ya kijamii ukianza na Facebook, Instagram, TikTok pamoja na wavuti wetu, hata pale YouTube unatupata. Namba yetu pia ya mawasiliano iko wazi, unaanza na alama ya kujumulisha 254707888555 niseme kwa heri kwa sasa. Umekuwa nami Hilari Ngati nami ni Jupita Mayaka hadi wiki ijayo. Kwaheri, kwaheri.